Min kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Imeangamia mikono ya Abu Lahab na yeye pia ameangamia. Hayatamfaa mali yake wala alivyovichuma. Atauingia moto wenye mwako, na mkewe mchukuzi wa kuni, shingoni mwake iko kamba iliyosokotwa. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Suratul Masad imeteremka Makka. Sura imeanza kwa kutoa habari kuhiliki kwa Abu Lahab, adui wa Mwenyezi Mungu na mtume wake, na kuwa hapana kitu cha kumfaa mali wala cheo au vinginevyo, na inamwahidi kuwa akhera ataingia motoni na ataungua humo pamoja na mkewe atayekuwa naye, na yeye amehusishwa kwa adhabu ya kufungwa kamba katika shingo yake ya kumvuta mpaka kwenye moto katika kuzidi kumwadhibu, kwa sababu ya maudhi yake aliyokuwa akimfanyia Mtume na maovu aliyokuwa akiyafanya kupinga wito Imeteketea mikono ya Abu Lahabi iliyokuwa ikiwaudhi wa Islamu na yeye mwenyewe amehiliki pia. Hayatolindwa na adhabu ya, ya Mwenyezi Mungu mali yake aliyokuwa nayo wanacheo chake alichokichuma. Ataingia katika moto naowaka aunguwe na, na ataingia pia kwenye moto mkewe, huyo aliyekuwa akibeba masengenyo baina ya watu, kama alivyoingia yeye mumewe. Juu ya shingo yake itakuwa kamba ya mtende ya kumtesa.